nyingi mola ya yehova mulungu ndanumba mulungu shikuwelelo kulwa ndina mola myesu moyo gwane gulilindwa kavi kose

kuleka gekwiga nilija wenelage yesumihayoyose pye mhola ya kweyiku kwifuja mhola mhola mhola nyingi